sasa hizi mbinu zote hizi akishindwa hizi mbinu hizi mbinu ndizo zinazotumika kumwangusha mtu akishindwa hizi mbinu sasa anakuja mbinu kombola lake kubwa hilo ndio kombola lake la mwisho sasa hilo andika nane si ndio eh? anatumia sasa kombola la nane Atatumia, ataingia kwenye ngazi ya watawala wa nchi au serikali. Ataingia sasa, atalishambulia kanisa kupitia ngazi ya watawala wa nchi. Shetani anaingiza uharibifu kwa kupitia watawala wa nchi. Hiyo ni silaha yake kubwa anayoitegemea. Kupitia watawala wa nchi, shetani anapitisha uharibifu. Ndio maana tunapaswa sana kuwaombea viongozi wetu wa nchi. Haleluya! Tunapaswa kuwaombea sana, maanake usipoombea, ukisema mimi siwaombei viongozi wa nchi, ah ah, kuna mahali kanisa litataka livuke, yeye atasimama kama kigingi, shetani atamtumia kama kikwazo cha kuzuia. Kwa nini wewe ukuomba wewe ukuomba? Ukiomba maana yake unaondoa, shetani anashindwa kuwatumia. Kwa hiyo yeye anakuwa ni njia ya ya nyinyi kupita na kwenda. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. hmm. anatumia hiyo njia sasa. Njia gani anayetumia hapa hapa? Anatumia, andika anatumia mashtaka, mashtaka kwa watawala. Kanisa linashtakiwa, kwamba hili kanisa linajengwa, linachafua mazingira. ili kanisa linajengwa, linaharibu lina hiki ili kanisa kwanza, limejengwa eneo hili, lililojengwa ni eneo la makazi ya watu. ili kanisa linajengwa, eneo hili lililojengwa ni mali Hakuna kanisa linalojengwa mahali ambapo hapana makazi ya watu. Hakuna msikiti unaojengwa mahali ambapo hapana makazi ya watu, kwa kuwa kanisa ni, ni, ni, ni, ni, ni chombo au tuseme ni huduma inayowahudumia watu rohoni. Kwa hiyo kanisa linapokaa lazima pawepo watu, msikiti unapokaa lazima pawepo watu. Haleluya! Ndio maana ukifuatilia makanisa yote yamejengwa kwenye makazi ya watu. Misikiti imejengwa kwenye makazi ya watu.